Jina langu ni Mgaya Kingoba, ni mjumbe wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania. Fupi, kwa kweli naweza kusema kwamba ni heshima kubwa ambayo nchi yangu imenipatia kwa maana kwamba waandishi wa habari wako wengi nchini Tanzania, lakini iwawia mwaziri mwenye dhamana ya habari kuona mimi na wenzangu wengine watano tuna uwezo wa kusaidia katika kusukuma mbele gurudumu ya sekta yetu ya habari. Kwa hiyo kama ulivyosema, ni chombo cha kwanza cha aina yake kuundwa hapa nchini na sisi tumeipokea hii kwa dhamana kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa na tunaamini kwamba kilichoonekana ndani yetu kwamba tunaweza kusaidia katika hii sekta basi Mwenyezi Mungu atusimamie tuweze kufanya majukumu haya kwa weledi na kusaidia taaluma yetu ya habari. Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari ni chombo cha kitaaluma cha kusimamia waandishi wa habari Tanzania. Wetu hapa ni chombo kilichoundwa kwa mujibu wa Sheria ya Huduma za Habari ya mwaka elfu mbili na kumi na sita sura ya mia mbili ishirini na tisa kifungu cha kumi na moja na kutokana na kuundwa kwa sheria hiyo ilimpendeza mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya habari kuteua bodi ya ithibati ya wanahabari Septemba kumi na nane mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambayo kwa sasa ina takriban wajumbe sita wakiongozwa na Bwana Tido Muhando kama mwenyekiti Sheria imeeleza ni akina nani wana wanapaswa kuwepo kwenye bodi, kiangalia hiyo sheria mule, miongoni mwao ni mjumbe kutoka kwenye uh, chombo ama taasisi ya habari inayomilikiwa na umma. Kuna wanaotoka vyo vikuu kwa maana vyo vya elimu ya juu vinavyotoa mambo ya uandishi wa habari, lakini kuna mtu anaingia kwa nafasi yake kama mkurugenzi wa idara ya habari na msemaji wa serikali. Kwa hiyo kwa ujumla, ni hiyo ndio watu wanaounda Bodi ya Ithibati ya Wanahabari. Lakini majukumu yake pia yameelezwa kwenye sheria. Kikubwa cha kwanza ni kutoa ithibati kwa wanahabari, au unaweza ukasema kama kuwapa leseni ya kufanyia kazi wanahabari, lakini pia ina swala la kusimamia maadili na swala la kupitisha kanuni za maadili za waandishi wa habari, lakini pia kusimamia swala la weledi na kukuza taaluma ya uandishi wa habari, pia kuishauri serikali kuhusiana na maswala yanayohusu elimu na mafunzo kwa waandishi wa habari, kwa kushirikiana na vyuo vinavyotoa elimu ya masuala ya habari, lakini pia kushirikiana na wadau wa habari katika kukuza taaluma ya habari na pia kutuza orodha ya wanahabari Tanzania. Kwa mujibu wa wa sheria yetu uh, wote mwandishi wa habari ile sheria inamfafanua kabisa ni mtu ambaye anakusanya taarifa, anazihariri, anachakata, anafanya hivyo vinavyoendana na hivyo. Sheria ina maneno mazuri siwezekana siku ya soma yote kwa usahihi wake, lakini ile sheria imefafanua kwa msingi kabisa nani ni mwandishi wa habari, kwa sababu huwezi kusema mwandishi wa habari unampa leseni afu ujue yule unampa leseni ni nani. Lazima awe na sifa za kufanya umpe hiyo leseni. Kwa hiyo kwenye tafsiri ya sheria, ipo kwenye sheria yetu ile, inaeleza kabisa mwandishi wa habari, mmiliki, sio ukisema gazeti, ukisema radio, hizo tafsiri zote zipo. Kwa hiyo baada hizo tafsiri zote ndio tukaje na watu sasa ambao wanastahili kupata hilo sasa miongoni mwao kule kuna wahariri na waandishi wa habari, kuna hawa mnaoita waandishi wa habari wa kujitegemea, kuna hawa tunawaita correspondents, kuna watayarishaji wa vipindi, kuna watangazaji wa radio na televisheni. Um, ukiacha hao pia sheria ile inazungumzia ina kuhusiana na, na wanafunzi hawa wanaosomea suala ya uandishi wa habari inaweza kuwa mass communication, inaweza kuwa uandishi wa habari wenyewe au inaweza kuwa vitu vinavyohusiana na uandishi wa habari, wote wametajwa kwenye sheria. Lakini pia tutakuwa tunawapa ithibati waandishi wa habari wa, wa kigeni wote tutakuwa tunawapa ithibati. Lakini pia imewataja watu ambao wametoa mchango mkubwa kwenye maendeleo ya sekta ya habari. Hawa wanaweza kuwa na habari ambao pengine hawana diploma au wanaweza kuwa watu wengine ambao wako nje ya field ya habari lakini mchango wao mkubwa kwenye sekta ya habari unatambulika na Watanzania. Wa, kwa hiyo nao wametajwa mule, kwa tutaangalia jinsi gani ya kuwapa hizo leseni. Kwa hiyo wameelezwa kama alivyowataja hao na sifa zipo pale kwenye ile sheria. Kwa hiyo hatutatoka nje hiyo sheria. Ah, hapa hakuna tunachukulia taswira gani. Mimi ninavyoamini na wenzangu wanavyoamini na sisi tuliopewa jukumu hili kwamba tunakwenda kutekeleza sheria. Kwa kama sheria imesema mwandishi wa habari ni wale wanaowatamka, lakini pia mwandishi wa habari ni yule ambaye ana diploma. Kama huna diploma umo katika walotamkwa, hebu jiulize, utakuwa kwenye nafasi gani hapo? Bila kuangalia ushawishi wake, ndio maana nasema sheria, sheria inasema hao nilokutamkia, inawatamka moja, lakini sheria inasema kwa sifa ya elimu basi uwe na diploma kwa hao, t unawasikia ukisika kumsikia ama ni mtangazaji ni mwandishi wa habari namiliki t mtandao mtandao wakati wa wa tutakapofika, tukianza, ina maana huyu atabidi atupishe kwa sababu sheria haimtambui sheria haijasema sisi kwamba mtu yoyote akienda kwenye kipaza sauti, mradi ana sauti nzuri tu, ana kipaji kizuri, anajua kuchekesha, huyu ni mtangazaji au huyu ni mwandishi au hapana. Sheria si ndio msumeno, tuna msemo wetu hey. Basi sheria ndio inasema kwamba ili mi Kingoba nitangaze au Kingoba niandike, natakiwa niwe na diploma ya uandishi wa habari, nie nimesoma niwe na hizo sifa zilizotajwa kwenye sheria. Na bahati nzuri sana, hii sheria tangu ilivyopitishwa, watu walikuwa na nafasi ya kwenda kujiendeleza karibu miaka mitano. Kwa hiyo tunajua hiyo muda ulitolewa. Kuna wale kwenda hapa katikati katokea katika, tuna hamna, lakini sisi tunakuja kusimamia sheria. Kwa kama sheria inasema diploma, tutakwenda kwenye diploma. Kama sheria inasema huyu mtangazaji anastahili kutangaza ili awe pale, itakuwa paka apiga picha. Mmesahau kusema paka inamtaja mpiga picha. Nataka juzi ilikuwa kwenye kituo cha redio cha Crown pale na kasiri ya Kikeka, aliniuliza acha yes, watangazaji? Nikamwambia shehe, watangazaji mmetamkwa humu, sio kwamba hamstahili. Watangazaji ipo, wapiga picha, nikamwambia ni sehemu ya wanahabari wametamkwa. Kwa hiyo wanahabari, mpiga picha naye atabidi atuonyeshe diploma yake, kwa sababu yeye anafuata weledi wa kazi, atapiga picha kwa weledi. Unaweza kaenda kapiga picha za ajabu afu tutasema huyu tumamruhusu kwa sababu, au ana kipaji cha kushika kamera? Haiwezekani, haiwezekani. Ni kweli kuna bahati mbaya, kuna hiyo kitu kinaonekana wakati fulani kwamba ikionekana kama umemaliza elimu ya sekondari na kupata viwango ambavyo vingine vingekuwezesha kusoma taaluma nyingine ama fani nyingine, basi hilo linatamkwa. Lakini sema ukweli kwamba kwa hali ilivyo sasa, na sio sasa tu, wakati wote, kwamba kila taaluma lazima iwe na utaratibu wake iwe na misingi na iwe na viwango vya hali ya juu. Sasa unapokuja kwenye taaluma yetu ni zaidi ya hivyo viwango vya hali ya juu, sababu ni taaluma nyingine kama vile taaluma unaweza kufanisha hata na udaktari, ina simamia vitu ambavyo ni nyeti na vina maslahi makubwa kwa wananchi, navyo kwenye afya. Unajua, wote tunajua kwamba unapocheza na afya ya mtu, maana yake unahatarisha maisha yake. Na kwenye vyombo vya habari na uandishi wa habari ni sawa sana udaktari kama utaandika kitu, utatangaza kitu, utapeleka kitu hewani ambacho kinaweza kusababisha maafa makubwa kwa nchi. Ipo mifano ambayo ya nchi zimeanza zimepata matatizo makubwa kwa sababu tu ya vyombo vya habari vilitangaza vikatangaza, vilivyotangaza, iliyotokea dunia inafahamu. Kwa hiyo hata hii ni fani ambayo kwa kweli inatakiwa iwe na watu ambao ni weledi waliosomea na wanaojua dhima ambayo wameibeba kwenye taaluma ya habari. Kwa hiyo si sawa kusema kwamba pengine mtu akiwa ameshindwa mahali fulani au hana uwezo mahali fulani, basi anapatwa usukumo kwenye kuja taaluma ya habari. Hapana suoa sheria imetupa meno. Sheria yenyewe ndio msingi wa kila kitu, imetuelekeza na imetutaka tukasimamie, ndio maana ipo hiyo sheria. Sheria ya kwanza inatamka kwamba swala la diploma stashahada ya uandishi wa habari itakuwa ndio kiwango cha chini cha elimu ya mwandishi wa habari wa Tanzania kwa maana hiyo sherehe na tutaka tusimamie hilo, kwa maana kwamba wale wote ambao watakuwa wamefikia viwango vya elimu vya diploma ndio ambao tutawapa hiyo inayoitwa ithibati, tutawatambua sisi kwa kuwapa leseni za kufanyia kazi Tanzania kama utakuwa umekumbuka mapema, wiki iliyopita katibu mkuu wa wizara ya Habari Utamaduni, Sanaa na Michezo na, na msemaji mkuu wa serikali zungumza akiwa Kwala mkoani Pwani kuhusiana na kutolewa kwa hizi kadi mpya za kidigiti za waandishi wa habari tulizoea, sisi waandishi wenyewe tuna kitu tuna, tunaitwa press card, zile kadi zetu za kufanyia kazi. Sasa zinakuja hizi za ambazo zitakuwa za kisasa za hizi zaidi za kiteknolojia zaidi zinazoendana na mifumo ya kisasa ambayo itakuwa ni rahisi, mtu yote wewe ukimuonyesha anaweza akaiskan na akatambua kweli wewe mwandishi wa habari, kwa sababu itakuwa na taarifa zako zote naizi, na hizi zitakuwa zimethibitishwa na bodi yetu ya ithibati, ndio ambayo tutaweza kukupa ya. Kwa kupitia hii kwanza, tutaanza kuwajua wapi ni nani, ni nani. Kwa tuanza na hicho kiwango cha chini, yoyote atakayo kuwa na diploma na atatolewa tangazo, atajisajili kupitia kwetu, tutampa hiyo leseni. Hiyo ndio itamfanya aweze kutambulika kama mwandishi wa habari na kufanya kazi zake nchini kwa kwa, kwa kwa, kwa mujibu wa sheria hii ya huduma za habari Tanzania. Kwa hiyo hii kiwango cha kwanza, lakini kwa mujibu wa sheria tutasimamia maadili, kanuni za uandishi wa habari, tutatungwa kanuni za uandishi wa habari nazo nitakwenda sambamba na ile leseni kwa maana utakuwa na leseni lakini kuna maadili ambayo yatakutakiwa wewe kama mwandishi wa habari uyazingatie. Kwa hiyo ukienda kinyume vipo vyombo ambavyo vitashirika na wewe. Kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari, pengine niiseme hapa iliunda vyombo vitatu vikubwa. Cha kwanza ni Bodi ya Ithibati ya Wanahabari Tanzania. Cha pili ni Baraza Huru la Habari Tanzania na cha tatu ni swala la Mfuko wa Mafunzo kwa Wanahabari. Kwa hiyo ndani ya Baraza la Habari utaundwa uongozi wake, na uongozi utasimamia masuala yote ya maadili ya waandishi wa habari, na hili litachaguliana, waandishi wenyewe watachaguana wenyewe, baada ya kwamba sisi tumewapa ithibati. Waandishi wote watakaokuwa na ithibati watakwenda kwenye baraza kama wanachama, na huko watachagua uongozi wao, watajisimamia wenyewe kujiendesha. Kwa hiyo, yote atakayekiuka maadili ili baraza litakuwa na meno ya kushughulika naye ili linawezekana kwa sababu, kwa sasa hivi vyombo vyetu vya habari vyote vimefika kila maeneo. Tunajua kwamba ukiacha hivi vyombo vya utangazaji vilivyozoeleka vikubwa, lakini kwenye mikoa yetu mbalimbali mbali, kuna radio, kuna televisheni za mitandao, kuna mawasiliano ya aina nyingi. o lakini sisi kama ofisi, kwa maana ya Bodi ya Ithibati ya Wanahabari Tanzania ina sekretariati yake ambayo iko chini ya sasa hivi ya kaimu mkurugenzi mkuu bwana Patrick Pangula. Tayari tumeshaanzisha vyombo vya mawasiliano vya awali. Tayari tuna mitandao yote ya kijamii tunapatikana, lakini pia tunapatikana kwenye website. Na hiyo ndio ambayo itakuwa inawafanya mawasiliano yote ile, leseni zote zitaombwa kupitia ofisi kwa huo mtandao. Kwa hiyo hiyo tangazo litakuja, watu wataambiwa waombe watapita huko. Kwa hiyo hakuna shida yote kusema tutamfikiaje mtu pengine aliyeko Ngara kule mkoani Kagera. Hata pa fikiwa tu sababu taarifa zitakwenda na sisi pia kwa tangu tuzinduliwe tarehe tatu mwezi huu na Mheshimiwa waziri wa habari, tayari tumeshaanza vikao vyetu, lakini pia tunafanya elimu kwa umma, tunapita kwenye vyombo mbalimbali vya habari kama mnavyofanya nyinyi hapa mlipo nihoji. Tunatoa taarifa zetu jinsi gani ya kwamba tutawafikia waandishi wa habari na wao watatufikia kwa jinsi gani. Kwa hiyo tayari tumeanza hizo, na naamini wote watapata taarifa, na wote wakati mwafaka ukifika wa kujisajili wale wenye sifa watatakiwa wajisajili. Mafukozi, hili ni eneo ambalo limekuwa na changamoto katika siku za karibuni, na paka serikali kwa kupitia wizara yetu hii ilifanya iliteua kamati ambayo kwa bahati nzuri ilikuwa chini ya mwenyekiti wangu wa sasa wa bodi ya hisabati Bwana Chido Muhando, iliangalia hali ya uchumi wa vyombo vya habari. Kwa ni eneo ambalo serikali na wadau wenyewe wa habari wanalifahamu. Kwa ni eneo ambalo hata sisi tutakwenda kuliangalia pia kwa maana tutashauri na kutoa mchango wetu pale ambapo tunaamini inaweza kusaidia katika kufanya waandishi wa habari wafanye kazi zao vizuri, lakini pia kama jukumu letu moja wapo au kubwa ilivyo kukuza taaluma ya uandishi wa habari. Kwa ni eneo ambalo hatutaliacha, ni eneo ambalo tunaliangalia na of course lina maeneo mengi, sababu hili pia linagusa vyombo vya habari vyenyewe kwa maana kwamba umiliki pia. Kwa hiyo, hapa swala la umiliki pia litakuwa ni muhimu kuliangalia jinsi gani tunaweza tukaishauri serikali umiliki wa vyombo vya habari na wanaomiliki vyombo vya habari, kwa sababu kama unamiliki chombo kama hicho cha habari, na maana yake lazima wewe umejiandaa vizuri kimtaji na vitu vinavyofanana na hivyo, ili ufanye hii kazi yako iende vizuri. Kwa hiyo ni eneo ambalo tutaliangalia, na serikali imekuwa imechukua hatua mbalimbali mbali kuboresha taaluma, ndio moja miongoni mwa hizo ni za kuangalia uchumi wa vyombo vya habari vyo vizuri na sheria inazungumzia habari za kuwapa na taaluma masuala kama ya bima za afya, mikataba na nini. Watu wanaenda kusimamia hiyo kuhakikisha kwamba vyote vilivyoandikwa ndani ya hii sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Kuna changamoto of course <laughs> ya ya ya kizazi cha cha kinachofanana na nyinyi katika uandishi. Lakini kubwa mimi nadhani hapa la kufanya la kwanza ni ile ambayo sisi tunaenda kulifanya, kusimamia weledi. Kwanza tusimame kwenye weledi kama waandishi wa habari, tusimame kwenye weledi sababu kila taaluma ina misingi, ina taratibu zake, ina miiko yake. Kwa hiyo tukifanya vizuri hii taaluma itasimama. Kwa hiyo mimi nitaka la kwanza, kila anayetoka huko awe mwanafunzi anakuja kujiunga na waandishi ama walioko sasa, wasimamie kwenye taaluma na weledi. Pia tusimamie sana kwenye matumizi ya lugha. Bado vyombo vyetu siku za karibuni vimetoka nje sana ya mstari katika matumizi ya lugha, kwanza ya Kiswahili, hatukisemi vizuri kama kukiandika tuna shida, kama kukitangaza kuna shida, na pia tuna michanganyiko ya lugha. Sasa watu wamekuwa ni wepesi sana kutumia, hasa vyombo vya utangazaji, lugha zote, lugha kwa maana kuchanganya Kiingereza na Kiswahili. Sasa hilo nalo ni shida. Unapotangaza basi tujue tunatangaza kwenye lugha hii. Huko nyuma tunajua kuna radio, kwa mfano ile Tanzania ilikuwa na eneo kabisa la idhaa ya kigeni, kwa hiyo ilikuwa inatangaza Kiingereza huko na huku inatangaza Kiswahili. Kwa hiyo ni muhimu pia kusimamia sana kwenye misingi ya lugha. Pia tuangalie tu, tu, tu, pia kubwa la Tanzania, kila tunachokiripoti, tunachokiandika kilenge kulinda maslahi mapana ya nchi hii. Vyombo vya habari vimeshiriki sana katika kujenga nchi hii, kwa hiyo viendelee kusimamia misingi ya ujenzi wa nchi hii, kwa maana ya kulinda taifa wetu, moja wetu, mshikamano wetu, ndugu wetu, utu wetu, ili Tanzania iendelee kubaki nchi moja kwa licha matatizo yetu, bado Watanzania wanaamini sana vyombo vya habari. Wakisikia kitu kimetangazwa kwenye gazeti, kwenye radio, kwenye television, unajua kabisa wanakiamini. Na wanabishana kuthibitisha hilo, mtu anasema nimesikia, nimeona, nimesoma. Hiyo ina imani kwamba watu bado wanaamini. Kwa hiyo tusimame kwenye hiyo imani ambayo tunayo, tusipoteze. Ndio maana tunataka turudi kwenye mstari kwamba tufanye kazi kwa weledi wote kwa pamoja tushirikiane katika kuhakikisha hii taaluma inasimama vizuri, inaendelea kuheshimika, inatoa mchango wake unaostahili kwenye taifa. Kwa hiyo inawezekana, lakini lazima kuna vitu tuvirekebishe wakati huu, kabla mambo pengine hayaja mabaya zaidi. Na moja ni hilo, kuhakikisha kwamba weledi unakuwepo kwenye vyombo vya habari, tunabaki kwenye misingi ya vyombo vya habari, tunafuata maadili ya uandishi wa habari. Sote tulopita vioni tunajua tunafundishwa maadili kija kwenye vyumba vya habari pia tunaelezwa, usifanye hichi, usifanye hichi, ili alikubaliki, reporting zetu unasema tufandike hivi. Hii ni misingi ambayo, pengine mimi naamini, ikisimamiwa vizuri, basi uandishi wa habari utaendelea kuwa taaluma inayoheshimika lakini kubwa lile ambalo tumesema la elimu, tujitahidi sana kusoma. Pia ni wito wangu kwamba tusikubali tu kufanya kazi ambayo pengine mtu hujaisomea au huijui vizuri, twende darasani. Serikali imeruhusu chini ya sheria hii diploma kama kiwango cha kwanzia, lakini bado sasa hivi vyuo vingi vinapatikana, na bahati nzuri watu waliokuwa hata makazini wanaweza kujiendeleza kwa sababu kuna madarasa yanapatikana wakati wa jioni. Kwa hiyo mtu anaweza kutumia muda wake kazini, akitoka akaenda kujiendeleza kielimu kwa kukaa darasani pia. Lakini tuangalie masuala ya teknoloji na mabadiliko makubwa sasa hivi teknoloji ya teknolojia katika uandishi wetu wa habari, kuna kitu kimeingia kinaitwa akili mnemba inasaidia lakini, tukichukua kwa tahadhari. Wakati tunafanya kazi zetu za kihabari, nyenzo nyingine muhimu imekuja katika kuhakikisha tunafanya kazi zetu vizuri, lakini tuichukulie kwa tahadhari, kwa nia ya kwa kuhakikisha kwamba haikiuki misingi yetu ya uandishi wa habari, haikiuki utu, haingilii faraga za watu na vitu